Tochi sasa ipo jijini Dar es Salaam. Mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amewataka wafanyabiashara wanaomwaga bidhaa barabarani karibu na soko la Kariakoo ambalo pia liliungua na kuanza kujengwa upya kuondoka mapema kwa sababu soko hilo linatarajiwa kufunguliwa hivi karibuni. Asanteni Mheshimiwa Edward, tujuze zaidi. Soko kuu kima la kimataifa la Kariakoo jijini Dar es Salaam liliungua kwa janga la moto usiku wa Julai 10 mwaka 2021 siku ile ya simanzi na majonzi kwa wafanyabiashara ambao walikuwa na bidhaa zao ndani ya soko hilo wakati huo. Mara baada ya tukio hilo, serikali imelijenga upya na tayari limekamilika, kilichobaki ni kuanza kutumika. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Ilala, jijini Dar es Salaam, Edward Mpogolo, mara baada ya kufanya usafi katika ufuko wa bahari ya Hindi, eneo la akaagiza wafanyabiashara biashara wanaendesha shughuli zao pembezoni mwa soko hilo kuanza kupisha na kuziacha barabara zinazoingia katika soko hilo zikiwa wazi. Leo hii tumetumia nafasi hii kuwaambia ndugu zetu wanaofanya biashara katika eneo hili la Kariakoo kwamba tunalazimika sasa kufungua barabara zetu, kwa sababu soko letu la Kariakoo ambalo Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kulijenga mara baada ya kuungua, sasa liko tayari kwa ajili ya ya ufunguzi hapa tulipopita ambao wafanyabiashara hawa wa mboga mboga walikuwa wanafanya biashara. Tunatumia nafasi hii kuendelea kuwaambia kwamba eneo hili sasa tunakwenda kufungua hili, barabara inatakiwa liwe wazi, na mimi ninachomuomba kama sisi wafanyabiashara wa mtaa Sikukuu wa siku nyingi tumejaribu kufuatilia swala la kupata nafasi pale ndani imekuwa ngumu, ni changamoto sana kupata pale nafasi. Tumeenda kwa uongozi wetu wa Kawaso, Kawaso amejitahidi, mwenyekiti Steven Baka mwenyekiti na moto amejitahidi kwa sisi lakini, imekuwa changamoto. Kwa hiyo nimwombe tu mheshimiwa mkuu wa wilaya, ndugu yangu, kwamba sisi wafanyabiashara wa mtaa sikukuu atusaidie namna gani ya kupata pale nafasi ili tuendelee kufanya biashara pale ndani. Na kisha mkuu huyo wa wilaya Ilala akavigeukia viwanda ambavyo uzalishaji wake unapelekea kusambaa kwa taka zinazotokana bidhaa zao ambazo zinakuwa tayari zimetumika, hususan chupa za plastiki. Twende tukasimamie sheria na taratibu zetu. Tunazo chupa hapa ambazo zinatengenezwa na energy kwa ajili ya matengenezo ya energy drink. Chupa zile haziokotwi na mtu yoyote. Ukiacha hapa, ukienda dampo yetu ya Pugu, chupa hizi ziko nyingi sana. Mimi niombe wahusika waende kuangalia upya baada ya kutoka Dar es Salaam sasa.